Kuzingatia ukubwa wa matukio haya, sisi kama wizara tunapenda kushukuru sana taasisi hii ya teknolojia Dar es Salaam kwa kuona umuhimu wa kushirikisha sisi kama wizara kuweza kuja kuofishi tukio hili kubwa kabisa, ambalo lina umuhimu wake, kwa sababu linazalisha nguvu kazi ambayo inahitajika sana katika kuchachua maendeleo ya uchumi wetu hapa nchini. Kwa hiyo kwa kweli nawapongeza sana nasema, nasema asanteni sana kwa kukaribisha kuweza kuofisha mahafali haya. Shahada na bila shaka mnatambua kuwa elimu mliyoipata ni hazina kubwa na hazina hii ni muhimu kweli wenyewe peke yenu lakini niseme neno kwa ma, mafundi bomba ambao na wao leo tunawatambua kwa kufuzu mafunzo yao. Niombe kuwapongeza sana kwa hatua hiyo mliyofikia, kwamba kazi zipo lakini watendaji hakuna, na sio kwamba watendaji hakuna, pengine watendaji hawana taarifa ya uwepo wa kazi hizo. Leo anaomba sisi kwamba kazi zipo na akawaonyesha njia ya kupita kuweza kupata kazi i ya kujifunza namna ya kupata kazi kutoka serikalini kwa kufahamu mfumo wa manunuzi wa serikali ambao naikanes. Kwa naamini baada ya hapa, nyie wote ntatafuta taarifa zaidi namna ya kuweza kupata uh, ku- kuingia kwenye mfumo huo wa manunuzi wa serikali na kuweza ku, ku, ku, kutenda hizo kazi za serikali, na hii inamaanisha kwamba serikali <laughs> ndiye mfanyabiashara mkubwa na private sector, ndio? Naomba na nyinyi mweze kuingia katika uwanda huo, muweze kufanya kazi na serikali kwenye maendeleo ya taifa. Serikali inaendelea kuchochea ukuaji wa masuala haya kwa kuwatambua, kuwalea na kuwaendeleza wabunifu nchini ili ili bunifu zao ziweze kuchangia kikamilifu katika maendeleo ya uchumi na ustawi wa jamii. Katika muktadha huo, serikali imekuwa ikiandaa mafunzo kwa wabunifu wachanga na kutoa rasilimali fedha kwa wabunifu wanaobainika kupitia mashindano ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu, yaani MAKISATU, kwa lengo la kuendeleza bunifu na teknolojia zao hadi kufikia hatua ya ubiasharishaji ubia, yani commercialization mathalan Serikali kupitia tume ya sayansi na teknolojia ya COSTECH, imeanzisha kitu Samia Innovation Commercialization Fund kwa lengo la kutoa mikopo nafuu kwa wabunifu ili kuweza kuwezesha uh, kuwawezesha kubiasharisha bunifu na bidhaa wanazozizalisha. Napenda kuyasema haya kwa sababu, na nyie nimepitia katika taasisi ya teknolojia mefundishwa vitu mbalimbali. Wakati natembelea kwenye maonyesho pale nje, nimeona vitu mbalimbali na bunifu zile, zinatakiwa ziende sasa kwenye level ya kutengeneza bidhaa ambayo itaingia sokoni. Nimeona teknolojia ya kuwezesha mtoto mchanga aweze kusafirishwa kutoka eneo moja kwenda eneo jingine bila kupata shida ya ya baridi kufikia. Tumeona teknolojia mbalimbali za viatu kutengeneza viatu, unaona teknolojia ya kutengeneza vipuri mbalimbali kwa kutumia kompyuta ya 3D, si ndio? Kwa hiyo zote hizi zinatakiwa ziende sokoni mwisho wa siku na ziweze kuzalisha ajira. Maisha yenu hayatategemea tu elimu uliyoipata hapa katika kampasi hii ya ya Songwe, bali atokana pia na jinsi mtakavyojituma na jinsi mtakavyotumia elimu yenu na jitihada ambazo mtaweka kujiendeleza kielimu kiyadele. Nafahamu teknolojia inabadilika kwa kasi sana. Kwa hiyo yale mliyojifunza hapa, mkibaki nayo peke yake bila kujiendeleza, mtajikuta mnakuwa irrelevant. Kwa hiyo ili kuwa relevant siku zote, lazima fanye kazi kwa bidii. Lakini pia ujiendeleze. Siku hizi kuna fursa nyingi sana za kujiendeleza kwa kutumia mitandao, na taarifa nyingi sana kwenye mitandao. Sasa namna tunavyotumia faida tunayoipata unaweza ukatumia mtandao kuchat kwenye Instagram siku nzima, halafu ukaaribu macho, lakini ukatumia mtandao huo huo kwa ajili ya kupata maarifa mapya, kujifunza teknolojia mpya, kujifunza matumizi ya teknolojia, na hatimaye ukapiga hatua na kuongeza kipato chako na kipato cha familia yako, na hatimaye kuchangia katika maendeleo ya taifa. Ndugu zangu, sio siri, inafahamu ziko changamoto mbalimbali sehemu wanaosema kwamba pengenia mana njia challenges zipo, amesema hapa mkurugenzi wa sayansi okay, na teknolojia, namna ya kushinda kushinda fears zapei. Kwa hiyo naomba mwazine ile msemo wake kwa namna ya kushinda uoga wa kufeha okay, ina shauri kila mhitimu aliyeko mahali hapa awe na dhamira ya kujiajiri nakuwa tayari. Kumbuka vikwazo vitakavyojitokeza kufikia malengo yake, vikwazo vipo, lakini nalo unaposhinda unakuwa na na, na ujasiri zaidi kushinda vikwazo hata vikubwa zaidi ya hivyo tutakavyokuja huko mbele. Mamu, napenda kuwakumbusha waitimu wote kwamba jamii matarajio makubwa kwenu. Kwa hiyo, tunatarajia kuwa wote mtaonyesha umahiri na mfano bora mahali pakazi popote utakapokuwa, na kwa kufanya hivyo mtakuwa mnaitangaza campus hii ya, ya Songwe vizuri na kuwapa moyo walimu wenu ambao wamewafundisha kwa miaka zote, ili muweze kupata maarifa ya kukabiliana na changamoto za maisha. Lakini pia mtawapa moyo sana wazazi wenu ambao wamejinyima, pamoja na walezi wenu ambao wamejinyima kwa ajili ya kugharamia kweli kwamba elimu ndio ufunguo wa maisha, lakini pia kukeni, elimu haina mwisho kama ambavyo nimekwisha kusema. Muwe na uh, nia ya dhati ya kujiendeleza popote tunapokuwa, kwa sababu teknolojia inabadilika kwa haraka. Kwa hivyo na nyie muweze kujiendeleza ili mweze kuenda na kasi ya mabadiliko ya teknolojia. Ndugu zangu, kabla ya kuhitimisha hotuba hii, napenda kurudia wapongeza tena wazazi pamoja na walezi kwa kujijima kweli, mkagharamia elimu ya vijana hawa, hongereni sana. Lakini pia naomba kuwapongeza wahitimu wote kwa jitihada zenu ambazo zimetuwezesha leo hii kukusanyika mahali hapa imetupa, kwa sababu ya kukusanyika mahali hapa, si ndio? hongereni sana nanasaidimaon shiriki naamini pia mafanikio ambayo yamepatikana kutoka kwenye taasisi hii ya VIT ya singa yasingaliwezekana, isipokuwa ni kwa bidii na juhudi za pamoja, kama ambavyo nimesema hapo awali, kati ya baraza la wa taasisi management, wakufunzi walioko mahali hapa naomba wasimame kwa umoja wao. Wakufunzi walioko mahali hapa naomba msimame tafadhali. Wakufunzi hawapo?